Mane, karibu sana baba. Asante sana baba paroko na msaidizi wako pamoja na shemasi na watawa wetu wanaofanya kazi katika parokia hii ya Michungwani. Ndugu zangu waumini, nipende pia kuchukua fursa hii kuwashukuru halmashauri ya parokia, kamati tendaji ya parokia kwa juhudi zao na kazi nzuri nazoiona hapa. Niwapongeze sana ninyi ndugu zangu waumini kwa moyo wa ukarimu, kwa moyo wa upendo na kwa moyo wa kuwa kanisa. Ninapowaona hivi nafurahi mno. Unasema kanisa hakika litakufa? Utapokuwa na vijana kama hao na watoto wetu wapendwa kama hawa alitakufa. Mimi kule kwangu Zanzibar, wanadhani kanisa kwa sababu ya uchache wetu hawa litaishia tu, kanisa litaishia tutuawa, wasichana wao tusiwabadilishe kwa nguvu, tukisha wao watakuwa na watoto wengi, baada ya miaka kumi, kumi na tano hawatakuwepo tena. Na hiki ndugu zangu waumini, nawaambia uwazi sera hii ya kusilimishwa rahisi rahisi kwa sababu ya kupenda pesa na mali na nyumba nzuri, imeua makanisa mengi sana huko Uarabuni na huko Asia. Nchi za Waarabu, unaposikia Syria, unaposikia Iraq, unaposikia Dubai, nchi zile zilikuwa na ni ukri, Ukristo. Syria ilikuwa ni Ukristo, lakini polepole pole, kwa sera kama hii baada ya miaka 20 30 huko Misri na kwingine wamekuwa sasa wengi. Ndio hao, hawakuwaua, walisema tubadilishe tu tuwao wasichana wao, na kweli mnaolewa nao wengi tu. Na kivutio zaidi ni mali. Ndugu zangu wazazi, nimewashukuru nikasema nawashukuru kwa kurithia watoto wetu imani yenu ya Kikatoliki, kwa kuwarithia watoto wenu tabia yenu mila zenu na tamaduni zenu hizo zitawajenga, na niliwaambia wengine, sio kwamba na, nasema kama laana la, hasha! Chapa haya watoto wenu waliopokea chapa ya Roho Mtakatifu kwa Krisma hii takatifu, wamepigwa chapa, wamewekwa wakfu. Wanapokengeuka hii imani waliopokea ya Kristo mkombozi kwa njia ya Roho Mtakatifu, hawabaki na amani na niliwaeleza nawaona wengi mwa binti zetu waliokengeuka na kuacha imani yao wakaenda kwingine, wanasoni moyoni kila wakati, na wakiwaona wale wenzao kama walikuwa kwenye kwaya wakaondoka, hawadhubutu kuwaona tena, wanaona aibu soni, kwenye so, soni ya kwamba kwa nini nimetoka pale wanasutwa moyoni kwa sababu ya kukataa imani hii ambayo tumewapatia watoto wetu kuwa wainjilishaji na waenezaji wa Injili. Ndugu zangu, mapadri wa misionari, nawashukuru kwa imani yenu, nawashukuru kwa kujitoa kwenu, nawashukuru kwa kukaa kwenu na kuka nasi kukuza imani yetu na kuiendeleza kwa njia ya sala kwa njia ya majitoleo, hakika tutafika, hakika tutashinda, hakika Kristo atakuwa nasi. Shida tunazopata na vishawishi tunavyopata, ndugu zangu, za vitapita, lakini imani ambayo Kristo ametuachia, amesema hakuna chochote kitakachokushinda kama kweli unanyamini na kumshika Roho Mtakatifu, ambaye ni mwanga na tumaini letu nimemalize kwa kuwashukuru kamati tendaji, pamoja nanyi nyote wa waumini wangu. Nimeona maajabu haya mliofanya kwa hiki kipindi cha miaka tisa niliyoambiwa parokia hii, nikiona maajabu ya ujenzi mliofanya kwa sababu ya imani yenu. Kidogo kidogo ujaza kibaba, sio lazima ulete mamilioni ya pesa mpaka kanisa lijengwe, lakini ule moyo wako wa upendo, ule moyo wako wa uwepo ule moyo wako wa kutoa kidogo kidogo umefanya haya makubwa tunayoona leo na kushughulia. Ujenzi wa hapa ni ghali kwa sababu ya ardhi yenu ilivyo. Nyumba moja hapa ungeweza ukaijenga pale Kimara ambapo ardhi ni tambarare, mara tatu nyumba unayojenga ndogo tu kama kanisa hili la kwenu, hili ungelijenga mahali pengine, hakika ungejenga makanisa matatu, kwa sababu ujenzi hapa ni gharama. Ujenzi hapa ni gali kwa sababu hali ilivyo, lakini napenda kuwashukuru kwa, kwa moyo wenu wa ukarimu. Ndugu zangu wanahalmashauri tendaji, msikate tamaa, kile kidogo kidogo mnachotoa ndicho neema yako kidogo kidogo unachotoa Mungu anakuonyesha mengi utakayopata baadaye. Naomba msikwame kwa sababu ya changamoto hicho, unapofanya kitu kidogo na ukasema ni chetu, kwa sababu kanisa sio la mtu mmoja. Kanisa ni la kwetu, na hakuna anayeweza kusema kanisa ni mali yangu, la hasha. Kanisa ni letu sote, watoto wapenzi, wo unahusika, mimi nahusika, kila mbatizwa anahusika na kanisa hilo. Napenda niwashukuru na kuwapatia nyingi ya salamu kutoka Zanzibar.